Idhiri kwako idhiri kwangu, amani katawale kwenye mioyo wako, kwa sababu tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mwezi wa Kwalezima. Kila mmoja yupo katika mwezi wa kutubu kumrejelea Mungu wake na kuziangazia zile njia uh, safi za kupita ili kuzifikia zile ndoto za kila mmoja katika imani yake vile inavyosema. Nimesimama na Dulla Heavyweight. Hivi sasa, kubwa hasa tumemaliza mechi za CRB na tunarudi katika kiporo cha wekundu wa Msimbazi Simba. Uwanja ni ule ule KMC, majira ya saa kumi, Simba Sports anamkaribisha Dodoma Jiji Football Club, ikiwa chini ya Mecky Maxime, mwalimu ambaye ana machachari yake katika uzungumzaji. Hali yako iko vipi Heavyweight? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Alhamdulillah kaka. Iftari imepanda vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu nime nimenida hii ndo kama masaa mawili aliopita nilitoka e, kupata riski kidogo ya, ya futari <laughs> e, bwana. <laughs> Kumekuwa kuna mambo mengi na hususani e, Simba walicheza juzi, achilia mbali ya Young Africans pia walitumia dimba lile la KMC na wote walipata matokeo e, kupita kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Tunazungumza hivi sasa, tuna urejeo wa ligi kuu soka Tanzania bara moja kwa moja. Naomba twende tukaangazia kikosi cha wekundu wa msimbazi kwa Dodoma Football Club kama tutakavyoangazia eh, Dodoma kwa Simba Sports Club. Okay, direct hapo uh, ni kwamba manake kikosi kitakachoanza au mm, sio, golini ataanza Ali Salim kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Musa Pinpin Kamara bado hajawa fit kuweza kusimama kwenye lango mm, ya yeah. Kwa hiyo kwa, kwa haraka haraka ni kwamba prediction yetu itasema kwamba hapa ataanza Ali Salim Kator, umenielewa, lakini kwenye fullback namba mbili atacheza Shomari Kapombe, kwa sababu Shomari Kapombe bwana mm, amekuwa na mwendelezo mzuri umenielewa na unavyoenda kucheza na timu kama Dodoma, unajua Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ikipata shida sana kukumbana na zile crosses nyingi. Unajua mara nyingi wanapokutana na timu ambazo zinajua kupiga cross na pata shida, lakini hata mafullbacks wamekuwa wakiwasumbua. Kwa mfano katika mchezo dhidi ya Coast, kuna bao ambao waliweza kulisababisha Ernest Malonga, ambalo lilitokana na Joshua Onyango kushindwa kumdhibiti na ikasababisha free kick ambayo ilienda kuzalisha bao, umeelewa? Kwa hiyo ni ni mchezaji ambaye atawapa kashikashi sana wale Dodoma jiji, mm. Sawa, eh? lakini kwenye eneo la fullback namba tatu atacheza Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Unamuona katika nafasi yake. Uh, of course japokuwa kutakuwa kuna ushindani kidogo kwa sababu ya kitu ambacho amekuwa kikionyesha Valentine Noma, lakini eh, kwa sababu unajua tunaingia kwenye ligi na tupo katika mzunguko wa mwisho, mm. Na point, unajua gap la point hizi timu mbili zimepishana kidogo, kwa hiyo automatically utahitaji kupata wachezaji ambao tayari wamezoea wanaunda ile bezi. Kwa hiyo Mohamed Hussein naamini ata, ataanza kwa Valentin Noma. Lakini kwenye eneo la mabeki wa kati atacheza Abdurazak Hamza pamoja na Shamue Gharabwe, kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Che Malone bado naye hajawa fit kuweza kurejea uwanjani, umeelewa. Na ndio maana akawa kuna maneno maneno amezuka kwamba basi ndio maana wamekimbia dabi na nini, nimesikia maneno fulani ya design hiyo, kwa sababu ya kukosekana kwa hawa, hawa miamba wawili. Lakini e, eh, pale hakuna alokimbia pale. Ni kwamba kulikuwa kuna mkanganyiko kwenye eh, kabla ya mechi, maanake kulikuwa kuna mambo ya kuzuiana nje ya uwanja na vitu kama hivyo, basi wakubwa wanasikilizwa bwana, hmm. Kwenye eneo la namba sita atacheza Yusuf Kagoma, namba sita mwenye ile ana namba nane wake atakuwa ni Fabrice Luamba Ngoma, ya hakuna mabadiliko hapo kusema labda ataingia Debora Fernandez au nini. Kwa upande wangu mimi sioni sawa. Eh, uh, ukija kwenye namba 10 Jan Chalea huwa ambaye ni mchezaji ambaye mara nyingi watu wanakuwa wanamchukulia poa poa, najua zidi yani, unakuta kwa mfano mimi nitakupa mfano niliposema Maxim Pia Nzengeli uh, anaweza akaja Simba asipate namba nikaulizwa kwamba kwa hiyo kwa mfano, akicheza winga winga gani anamzuia? Nikasema kuna Elimpanzu, kuna Kibu, Kibu Denis. Denis. Kusa. Kibu kwa namba gani ana namba gani za kumfanya asicheze? si inaendelea, lakini watu hao hao watakaouliza Kibu ana namba gani, ukiwauliza wao, kuna kiungo mshambuliaji gani ana namba nzuri zaidi kuzidi Jean Charles Ahoua? ukimtoa feitoto kwenye timu yako, kuna kiungo ana namba nzuri kuliko Jean Charles Ahoua watakwambia au mtu ata, ni rahisi mtu kukwambia kwamba Pacome ni bora, ukamwambia lakini Pacome amezidiwa numbers na Jantale ahu, si umeelewa? Akakwambia wewe una mpira sio namba tu. Mtu huyu anaweza akakwambia mpira sio namba tu, lakini huyo huyo ukimwambia Kibu ana vitu vingi vya kuiofa team kuliko Max Nzengeli ataangalia namba, si umeelewa? Kwa hiyo kila mtu ana sehemu yake na siku zote oh, mtu anakuwa mzuri pale anaposifia timu yako, atakuwa tu ni mtu mbaya yani, kwa, kwa akili zetu za Kitanzania. Kwa hiyo ili Mpanzu acheze winga wa kushoto kwa sababu ni mchezaji mwenye, of course, ana uwezo wa kucheza winga zote mbili, lakini namuona flow yake ni nzuri zaidi anapokuwa kwenye eneo hilo na ni mchezaji ambaye ana threat. Kwa hiyo kwenye mawinga hapo naona Kibu Dennis upande ina, mm, ina, wa kulia inakuwa ina make ile fit nzuri na Elim Panzo upande wa kushoto kutanua uwanja na kuwalazimisha Dodoma Jiji kukava eneo kubwa la kiwanja, basi hawa mawingaz watakuwa wanatumika na watakuwa wana combine na mafullbacks kwenye maeneo ya pembeni. Kwenye namba tisa wajua <laughs> kumekuwa kuna mkanganyiko lakini kwenye mchezo huu naweza nikasema kwa sababu Fadlu, mimi niliopt kwamba nilitamani kuona Simba wanatumia mastrika hawa wawili mm, kwamba Ateba pamoja na huyu huyu uh, uyu Mukwala. Umeelewa, lakini kwa sababu Fadlu ni muumini na kwenye kwenye kwenye coaching career yake anaonekana kutumia mshambuliaji mmoja, basi nitaopt kwenda na Steve Dese Mkwala kwa sababu uh, ile goal, goal, goal trend yake inakuwa kubwa, lakini tayari mkwa, uh, uh, Teba amekuwa akishambuliwa, kwa sababu katika mchezo uliopita dhidi ya TMA ameonekana ku kukosa baadhi ya nafasi za wazi. Sasa ile makelele kelele anaweza ku, kumwaffect kama itatokea amecheza huu mchezo alafu katokea amekosa tena nafasi zingine za wazi, automatically kushambuliwa kushambuliwa kwenye mitandao ya kijamii kunaweza kukampunguzia ile kujiamini kwake na automatically psychologically, asipokuwa vizuri anaweza akawa nini. Kwa hiyo, kwa upande wangu naamini na kesho, kocha Fadlu kwenye eneo la ushambuliaji anaweza akamwintroduce. Sasa mimi na maswali nimeacha uende kwanza na kikosi alafu nipange maswali yangu mm, mwisho kabla tujaamia kwa upande wa ee, Dodoma madhaifu ya Simba kwa Dodoma lakini uimara wa Dodoma kwa Simba utakuwa mm. katika maeneo gani? Okay. Uh, umemzungumzia Dese Mkwala katika mechi hii, hata anaweza akaanza eh, katika yale matarajio, lakini wengi ambao huwa eh, wanapata nafasi ya kuzungumza nao wanakwambia eh, Mkwala ni the best kwa Ateba ni mm. nini ambacho kinambeba Mkwala kwa Ateba? uh, na, wani, yani, wanasema kwamba Mkwala ni the best kwa Teba. Watu wanafikiri na, wanaangalia magoli. Unaelewa? Mkwala amefunga magoli, ana magoli nane na na hat-trick. Na katika magoli yake nane hana penalty. Si unaelewa? Kwa hiyo watu wana, wanakuwa wanaangalia lakini mimi narudia tena na tena kwa sababu ile swali hujaniuliza mara moja. Lakini narudia tena na tena. Kila mmoja na strength yake. Mkwala ni kweli ni mzuri anaweza akafunga. Anapokuwa kwenye position akareceive mpira ndani ya penalty box, Una possibility kubwa ka kufunga, lakini kuna vitu pia anavikosa ambavyo viko kwenye ile, inaangukia kwenye eneo ya technical ability, uwezo ambao Lionel Ateba anaweza akakuofa nje kidogo ya penalty box, sio sawa na atakachokuofa Steve Dese Mukwala. Maana yake nje ya uh, penalty box huyu, uh, Lionel Ateba ni mzuri akiwa na mpira mguuni. Maana yake anaweza akatumia mwili wake vizuri, akajaribu kuwatoka walinzi lakini kuna kama ki playmaking ability fulani ako nako kanachomfanya kuweza kuhold mipira na kuweza kuachia pasi kwenye maeneo muhimu. Umenielewa? Kwenda laba kwa viungo wa shambuliaji wanaofanya movement. Umenielewa. Ehe, na ndio maana nikatoa mfano, kuna mechi nyingi sana amefanya hivyo, lakini katika mchezo dhidi ya Kagera alionyesha hiyo, aliweza kutoa assist moja kwa Elimpant, lakini aliweza toa zile pre assist maanake pasi ambazo zilienda kwa Shomari Kapombe ambayo uh, zote ziliishia kwa Kapombe kuweza kutoa assist. Unaona jinsi gani ambavyo amekuwa na unyumbulifu nje ya box kile kitu kidogo kwa Steve Dese Mukwala si